Ametuma salamu naomba msipokee watu wa Nazareti siku hii ya leo, nashikwa moyoni mwangu sana. Tuangalie mambo machache hasa jinsi ya kudai na kupokea haki iliyozuiliwa au kucheleweshwa. Jinsi ya kudai na kupokea haki iliyozuiliwa au kucheleweshwa. Jinsi ya kudai na kupokea haki iliyozuiliwa au kuchelewesha. Katika kitabu cha Methali mlango ule wa tatu aya ile ya ishirini na saba Biblia inasema usiwanyime watu mema yaliyo haki yao ikiwa katika uwezo wa mkono wako kuyatenda usiwanyime watu mema yaliyo haki yao ikiwa katika uwezo wa mkono wako kuyatenda. Tuomba. Baba yetu, Mwokozi, Mungu mkuu liye hai, jina lako litukuzwa, unastahili sifa zote, heshima, utukufu, adhama, maana wewe ndiwe Mungu utendaye yasiyotendwa na yoyote. Utukufu na wewe sasa na hata milele tamalaki utufundishe asubuhi ya leo kama inavyokupendeza. Tunafungua mioyo na fahamu zetu, emokozi Mungu mwema, utufundishe kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Biblia ni kitabu cha kanuni na Biblia ni kitabu cha ja familia na Mungu wetu ndio mkuu wa familia, sio kama naongea na kanisa asubuhi ya leo. Katika zama hizi za siku za sasa, kilio cha watu wengi wanaodai haki zao ambazo ama zimezuiliwa au kucheleweshwa kimekuwa kikubwa sana sana sana, na kuacha wengine wakiwa mioyo yao imejeruhiwa, na wengine wakiwa wamejaa simanzi katika mioyo yao. Wako ambao afya zao kwa namna moja au nyingine zimeathirika, lakini kuna wengine ambao uh, kazi na ajira zao zime- zimekwama kwa njia moja au nyingine, na wanadai wanadai wanadai hali zao. Kuna wengine wameshindwa kuendelea na masomo kwa sababu moja au nyingine, na hii inawaacha wanasumbuka katika mioyo yao. Wapo wale ambao biashara zao zimeharibika au zimekwama kwa sababu moja au nyingine na ndani mwao hakuna utulivu kabisa kabisa, na wanafika mahali wanashindwa kujua Mungu yuko wapi na pataje iliyo haki yangu. Kuna wengine ambao ndoo zao zimefanyika kama ndoano na kuathirika, na inasumbua sana sana katika fahamu zao. Hii ni changamoto kubwa katika jamii nyingi duniani na sio tu jamii za wasioamini, unakuta hata jamii za waamini no, Neno haki ni pana. Neno haki ni pana. Haki kwa tafsiri ya kamusi ya Kiswahili sanifu, kuna kamusi nyingi lakini kamusi ya tafsiri ya Kiswahili sanifu inaeleza kwamba haki ni jambo ambalo mtu anastahili, anastahiki au kitu anachostahili kuwa nacho ni jambo ambalo mtu anastahili au kitu anachostahili kuwa nacho, inaitwa haki. Lakini ukiangalia katika tafsiri ya kamusi, kamusi ya kisheria, kamusi ya kisheria inasema haki ni kile mtu anachostahili kuwa nacho.